Taarifa ambayo imeshaonekana kuwa ni kizungumkuti sana kwa dada yetu kipenzi Zuchu ambaye kwa sasa anapitia wakati mgumu na yote siwezi nikamlaumu ye kuonekana kwamba ye ni king'ang'anizi kwa Diamond, ila ifike mahala kwamba Diamond Platinumz kwenye swala la wanawake ama kudate na wanawake wengi wengi kwake yeye ni kawaida. Na yote imeweza kuonekana na kujitokeza mara baada ya Diamond kuendelea kudate na Rita, ambaye alionekana kuwa yuko kwenye bifu zito na Zuchu, na kama vile tulivyoweza kuona ilifikia kipindi Zuchu akiweza kutoa paka kijembe kwa binti kidodi koko sa hela ya kodi lakini haijafua dafu, ndo kwanza Diamond kama kawaida anaendelea kudate naye. Kipindi ni kigumu sana kwa rada yetu Zuchu anachokipitia, lakini kwa sasa huenda madhara yasiweze kuonekana, ila ya depression na mawazo stress kubwa alizo nazo, ambazo zinaweza zikampelekea mawazo tofauti ya kufikia hata hatua ya kujinyonga, kwa sababu kama unavyojua mapenzi yanauma, mapenzi sia. Na kwa hatua iliyoweza kufikia ni muda kadha kadha, watu wengi wamekuwa wakisema kwamba Zuchu ni king'ang'anizi kwa Diamond Platinumz. Sio kama labda pengine hajaona wanaume tofauti, lakini kuna muda mwanamke anapostahili kutulia ama kutaka utulivu na penzi lake, manake anakuwa yuko kwenye high depression kubwa pindi itakapoweza kutokea changamoto ya kuachana na huyo mtu. Kwa hiyo Zuchu pengine kwa sasa anawaza sana, yani ikafikia hatua ya kuachana na Diamond na vile ambavyo tayari alikuwa amewekeza hisia zake nyingi kutoka kwa Diamond, manake inaweza kampelekea mawazo ama maamuzi ya weza kutokea katika maisha yake ambayo tayari atakuwa ameweza kuyajutia, ila ni taarifa ambayo imeweza kuonekana kipindi kigumu anachokipitia dada yetu. Kwanza anapitia wakati ambao tayari mashabiki umeonekana kumkataa sana katika mitandao ya kijamii, na kuweza kuona kwamba hana msimamo na hana maamuzi sahihi. Amekuwa akilalamika na kuumia sana na kuzungumza maneno mengi katika mitandao ya kijamii, lakini si mashabiki wao wanachokiona kwamba yeye, Zuchu, wakati aliyoweza kufikia ni wakati wa kuweza kufanya maamuzi ambayo itakuwa ni kamili ya kuachana na Diamond Platinum na sio kila siku kujiliza, sio kila siku kuandika na wala kutuma yale yanayoonekana kuonekana katika mitandao kama sehemu ya vibonzo ama sehemu ya vijembe zidi ya wale wanawake wenza kutoka kwa Diamond Platnumz kwa hiyo ni swala ambalo of course lina make sense. Zuchu ifike mahali ni afanye tu maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, lakini kama asipoendelea kufanya hivyo, ipo siku atakuja kufanya maamuzi ambayo watanzania wengi watashtuka na hawatakuja kuamini. Ni swala ambalo mpaka sasa hivi liko on air kwamba Zuchu hayuko kwenye furaha dhidi ya penzi lake na Diamond Platnumz, kutokana na matukio anayopigwa ya wanawake wa Diamond. Nafikiri ni swala ambalo sio Zuchu tu peke yake, hata mwanamke wa design yote asingeweza kuvumilia, bado angekuwa yupo kwenye depression kubwa ya kimapenzi. Tukutane kwenye comment. Hii ni Hatboy Media.